Alikuwa ni mwenye kuuza ndizi kando ya barabara tu. Nguo chafu, miguu tupu. Hakuna mtu aliyemsikiliza. Yeye alikuwa tajiri wa mabilioni, mwenye nguvu, mwenye heshima asiyeweza kuguswa. Asubuhi ile alimuona akitoka ofisini mwake na kitu ndani yake kilivunjika. Akaangusha sinia yake, akakimbia kwenye barabara yenye magari, akamshika mkono mbele ya watu wote. Kisha akafanya jambo lisilotarajiwa: akang'oa saa kutoka mkononi mwake. Watu wakatazama, walinzi wakasogea karibu. Usivae hii, akasihi ukiivaa, utakufa. Tajiri akaganda, kwa sababu kwa mara ya kwanza maishani mwake hofu ilimfanya amsikilize mwanamke maskini wa kuuza ndizi. Jambo la kwanza ambalo Neema alijifunza maishani ni jinsi ya kuamka haraka, sio kwa sababu alitaka bali kwa sababu mitaa haikusamehe watu wavivu. Alifungua macho kabla ya mapambazuko, mwili wake mgumu kutokana na kulala juu ya saruji tupu. Baridi ya usiku ilikuwa bado imeshikamana na mifupa yake. Basi lilipita likamwagika maji machafu karibu na miguu yake, naye akasimama ghafla, moyo ukipiga kwa kasi. Kwa muda hakukumbuka aliko, kisha ukweli ukaingia. Chini ya dari la duka lililofungwa tena. Akakuna mikono yake, akasimama, akarekebisha gauni lake lililoharibika alilolialia, linukia moshi kidogo, vumbi na mafuta ya zamani kutoka kwa fundi wa magari karibu. Akanyooshwa polepole, akipuuza maumivu mgongoni. Maumivu yalikuwa sehemu ya kawaida ya mwili wake. Kufikia macheo, Neema alikuwa tayari kando ya barabara ambapo wachuuzi wa ndizi walikusanyika. Akahesabu pesa zake kwa makini, noti ndogo zilizokunjwa ndani ya mfuko wa plastiki, si nyingi, asilimia ya kutosha, lakini za kutosha kununua sinia ya leo. Sinia ya chuma ilikuwa nzito alipoiinua, akaishirikisha kichwani mwake, jinsi alivyojifundisha miaka iliyopita: shingo imara, taya kali. Ndizi zilipangwa vizuri za manjano na madoa meusi zimeiva na kutamu, chanzo chake pekee cha kuishi. Ndizi tamu zimeiva. Sauti yake ilikatika hewani asubuhi huku akitembea. Alipita maduka ya fundi wa magari kwanza. Harufu ya petroli na mafuta ya grisi ikajaza pua yake. Wanaume walipiga kelele juu ya injini. Mmoja wao akacheka alipomwona. Msichana wa ndizi, njoo hapa sasa. Wewe ni kama mzimu. Akalazimisha tabasa mdogo na kusimama. Aligusa ndizi, akaifinya kisha akaiacha tena juu ya sinia. Bei ghali sana, alisema, akageuka, akameza matusi na kuendelea. Kufikia adhuhuri, jua lilichoma moja kwa moja, likibonyeza joto kwenye ngozi ya Neema. Miguu yake ilitetemeka kutokana na masaa ya kutembea. Sinia ilihisi nzito zaidi sasa kana kwamba ilikuwa imeongeza uzito kwa kila barabara aliyovuka. Akapunguza mwendo. Koo lake lilikuwa kavu, vumbi lilishikamana na midomo yake. Akarekebisha sinia kidogo na kufuta jasho kutoka usoni kwa nyuma ya mkono wake. Barabara ilikuwa na kelele, magari yakapiga honi, wafanyabiashara wakapiga kelele bei, jenereta ilikatika mahali fulani nyuma ya uzio. Wanaume wawili walibishana kwenye kibanda cha kando ya barabara. Maisha yakaendelea yenye shughuli na bila kujali. Neema akavuka barabara, akingojea basi lipite. Mtu fulani akamgusa bega bila kusimama. Mtu mwingine akatazama sinia yake, kisha akaendelea. Akafika kiunganisho cha barabara kingine na kusimama, si kwa muda mrefu, tu ya kutosha kupunguza mkazo shingoni. Akabadilisha miguu yake, akairejesha sinia sawa na kuendelea. ndizi tamu zimeiva. Sauti yake ilipanda na kushuka kwenye kelele za barabara. Hakuna kilichoalama wakati huo. Hakuna kilichomuonya ilikuwa ni hatua nyingine tu kwenye barabara ndefu ambayo alikuwa akitembea maisha yake yote. Baada ya hapo, kando ya jengo lisilomalizika vipande vya saruji vikisimama juu na vitupu gizani, Neema alichagua kona karibu na magunia ya saruji yaliyopangwa, akalaza katoni lililobana na kuketi kwa muda akikuna miguu yake hadi maumivu yakapopoza. Jiji likapumua kumzunguka. Redio ilicheza mahali fulani karibu. Mbwa akabweka mara moja. Kicheko kikapeperuka na kutoweka. Neema akalala nyuma na kutazama kipande cha anga kati ya kuta zilizovunjika. Usingizi haukuja. Akumbuko lake ukarudi nyuma kwa siku ambayo alijaribu sana kutokumbuka. Alikuwa mdogo wakati huo, mdogo zaidi, sinia yake nyepesi. Mwanamke alisimama kando ya barabara mbele yake, akicheka kwenye simu yake. Mguu mmoja tayari ukiingia barabarani. Magari yakapita haraka bila uvumilivu. Neema akahisi wakati huo dharura ya ghafla ambayo hakuweza kuitaja. Shangazi alikuwa ameitia. Mwanamke hakugeuka. Shangazi, subiri, usivuke. Mwanamke alitazama nyuma kwa muda mfupi, macho yakionyesha uchukizi. Shughulika na mambo yako. Alikasirika na kuingia mbele. Sauti ikaja haraka sana. Honi, kilio, mwili ukigonga chuma. Watu wakakimbia. Mtu fulani akapiga kelele, damu ikatenea barabarani. Neema alisimama ameganda, sinia yake ikiteleza kutoka kichwani na kuvunjika chini. Kisha mtu fulani akamwonyesha. Alikuwa akizungumza naye. ulimwambia nini? Kwa nini ulikuwa unapiga kelele? Umati ukageuka, nyuso zikakuminia, sauti zikapanda. Alisababisha yeye ni mchawi! Nilimwona! Mikono ikashika nguo yake, mtu fulani akamsukuma, mwingine akapiga sinia yake kando. Mchawi! Ungama! Mshike! Hofu ikamrarua mwilini kama moto. Alivunjika bila kujua jinsi na kukimbia. Hakusimama hadi mapafu yake yalichomwa na miguu yake ikashindwa. Akajificha chini ya daraja hadi asubuhi, akitetemeka, akisikiliza nyayo ambazo hazikukuja kamwe. Baada ya siku ile, Neema alijifunza kitu ambacho mitaa haikufundisha kwa upole: maneno yangeweza ya kukuua, ukimya ungeweza kukuhifadhi uhai. Kwa hivyo akaacha kulaumu aliposikia hamu ya kuonya, akaacha kutoa majibu kitu ndani yake kilipochochewa. Alijifunza jinsi ya kutazama upande mwingine, jinsi ya kuendelea kutembea, jinsi ya kuishi. Sasa amelala juu ya saruji baridi, miaka baadaye akijiviringisha upande mmoja na kuvuta gauni lake karibu zaidi. Hewa ya usiku ikabana ngozi yake. Akafumba macho na kupumua polepole hadi kelele za jiji zikawa hazieleweki. Kesho ingekuja sinia nyingine, barabara nyingine, siku nyingine ya kufunga kinywa chake. Usingizi hatimaye ukamchukua mwembamba na usio na raha, wakati jiji likiendelea lisilo na habari ya mzigo aliyoubeba na sababu ambayo hakuzungumza kamwe. Asubuhi za baraka zilianza kwa kimya, si kimya tupu cha upweke, bali kimya kilichodhibitiwa cha mwanaume ambaye maisha yake yaliendeshwa kwa ratiba na maamuzi. Ofisi yenye hewa baridi ilikuwa ya baridi tofauti kali na joto nje. Kioo kutoka sakafuni hadi darini kilitazama jiji, kiremji zikisimama mbali kama ahadi ambazo hazijamalizika. Alisimama karibu na dirisha tai imeachwa akitazama. Wafanyakazi wakikusanyika kwenye eneo moja la ujenzi wake chini, vikofia vya usalama vichwani, viatu vya vumbi, mienendo yenye kusudi. Ilimpa uridhiko wa kawaida, si fahari hasa bali, hisia imara kwamba mambo yalikuwa yakisonga jinsi yalivyopaswa. Mezani mwake kulikuwa na faili zilizopangwa vizuri, mikataba iliyobanwa na kuandikwa majina. Picha yenye fremu ilikaa upande wavulana wawili wa ujana katika sare za shule mikono juu ya mabega ya kila mmoja wakitabasamu bila hofu ya siku zijazo, Baraka na Juma. Alichukua picha kwa muda kisha akaiweka chini, huku mlango wa ofisi ukifunguliwa. Habari za asubuhi, bosi, Juma alisema. Baraka akageuka na kutabasamu, umekuja mapema. Juma akabonyeza mabega, akianguka kwenye kiti mbele ya meza, trafiki imenifaa leo. Baraka akaketi, akifungua faili. tuna mkutano saa tano, mradi wa EcoPack. nataka takwimu ziwe safi. ziko safi, juma alijibu haraka haraka sana. Baraka hakugundua. Alimtumainia Juma jinsi mtu atumainiavyo tabia, bila kufikiri. Juma alikuwa pamoja naye tangu mwanzo. Wakati Baraka alichukua mikopo, hakuna mtu aliamini angeweza kulipa. Wakati alilala ofisini mwake usiku fulani, amechoka sana kurudi nyumbani, Juma alikuwa pale akila chakula cha haraka juu ya masanduku ya karatasi, akilalamika, akicheka, akiishi. Wakati mkataba wa kwanza mkubwa ulikuja, Baraka hakusita, alimletea Juma ndani, akamfanya meneja, akampa ufikiaji. Jiji lilimtazama Baraka akipanda, ofisi mpya, mali mpya, mahojiano, mwaliko. Jina lake lilitokea mahali ambapo halikuwahi kuwa kabla. Watu walibana mkono wake kwa nguvu sasa, walitabasamu kwa muda mrefu, walisikiliza kwa makini zaidi. Juma pia alitazama. Wakati Baraka aliposainisha karatasi, Juma alizikabidhi. Wakati pongezi zilipokuja, Juma alisimama karibu naye. Wakati sifa zilijaza chumba, Juma alipiga makofi ya mwisho. Nyumba nyingine Juma aliuliza ghafla akitazama hati juu ya meza. Baraka akainamisha kichwa akiwa na wasiwasi wasi. Nimeifunga jana tu. Juma akatabasamu midomo yake ikijikunja juu, lakini macho yake hayakufuata. Unasonga haraka? Baraka akacheka kidogo. si kasi, ni wakati. Juma akaegemea nyuma kwenye kiti akikunja mikono. watu wengine wana bahati tu. Baraka akatazama juu Bahati hupotea kazi inabaki. Juma hakusema kitu. Baadaye siku hiyo, Baraka akapitia moja ya maeneo yake ya ujenzi. Jua lilikuwa jeuri, vumbi la saruji lilikuwa hewani. Wafanyakazi walimsalimia kwa heshima, aliwabadiliwa salamu, akauliza maswali, akisikiliza, akiinamisha kichwa. Juma alifuata kompyuta ndogo mkononi. Baraka alisimama kumsaidia mfanyakazi kubeba ubao uliokuwa umeanguka. Mwanaume akamtazama Akishituka. Bwana hapana. Ni sawa, Baraka alisema tayari akiinua. Juma akatazama taya ikijikaza kidogo. Kufikia walipokuwa wanarudi kwenye gari, Baraka alikuwa na vumbi, mikono ya shati imesongwa juu, akitabasamu kama mtu ambaye bado alikumbuka alitoka wapi. Juma akamfungulia mlango, Baraka hakuona jinsi mkono wa Juma ulivyodumu kwenye mfuko wa gari. Hakuona mtazamo uliomulika usoni mwake. Mfupi, mkali uliozikwa mara moja. Baraka alikuwa na kila kitu, na kusimama karibu naye alikuwa mtu mmoja ambaye alitaka yote kuwa yake. Badala yake, usiku ulikuja jinsi ilivyokuja daima, kwa neema, bila onyo na bila huruma. Kufikia mitaa ilipoanza kutulia, sinia yake ilikuwa tupu, sio kwa sababu siku ilikuwa nzuri, bali kwa sababu miguu yake ilimshukua hadi hakukuwa na kitu kingine cha kutoa. Akasimama chini ya taa ya barabarani inayokonyeza na kuhesabu sarafu ndani ya mfuko wake wa plastiki akizilinda kwa kiganja chake. Hazikuwa nyingi. Akafunga plastiki na kuingiza ndani ya gauni lake akiibanisha sawasawa juu ya tumbo lake. Njaa iliketi kali na ya kawaida tumboni mwake. Alinunua kifurushi kidogo cha chakula kutoka kwa mwanamke wa kando ya barabara na kula polepole, akitafuna kila ulimi kama kwamba alihitaji kudumu. Alipomaliza akafuta mikono yake na kuendelea kutembea. Akapata mahali karibu na jengo lisilomalizika, nguzo za saruji zikisimama ndefu na tupu gizani. Akachagua kona karibu na magunia ya saruji yaliyopangwa, akalaza katoni lililobana na kuketi kwa muda, akikuna miguu yake hadi maumivu yakapungua. Jiji likapumua kumzunguka. Redio ilicheza mahali fulani karibu. Mbwa akabweka mara moja. Kicheko kikapeperuka na kutoweka. Neema akalala nyuma na kutazama kipande cha anga kati ya kuta zilizovunjika. Usingizi haukuja. Akili yake ilirudia nyuma kwa siku ambayo alijaribu sana kutokukumbuka. Alikuwa mdogo wakati huo, mdogo zaidi, sinia yake nyepesi. Mwanamke alisimama kando ya barabara mbele yake, akicheka kwenye simu yake, mguu mmoja tayari ukiingia barabarani. Magari yakapita haraka, yasiyovumilia. Neema akahisi wakati huo dharura ya ghafla ambayo hakuweza kuitaja. Shangazi alikuwa ameitia. Mwanamke hakugeuka. Shangazi, subiri, usivuke. Mwanamke alitazama nyuma kwa muda mfupi, macho yakionyesha uchukizi. Shughulika na mambo yako, alikasirika na kuingia mbele. Sauti ikaja haraka sana. Honi, kilio, mwili ukigonga chuma. Watu wakakimbia. Mtu fulani akapiga kelele, damu ikatenea barabarani. Neema alisimama ameganda, sinia yake ikiteleza kutoka kichwani na kuvunjika chini. Kisha mtu fulani akamwonyesha. Alikuwa akizungumza naye. Ulimwambia nini? Kwa nini ulikuwa unapiga kelele? Umati ukageuka, nyuso zikakuwa, sauti zilipanda. Alisababisha, yeye ni mchawi, nilimuona Mikono ikashika nguo yake. Mtu fulani akamsukuma, mwingine akapiga sinia yake kando. Mchawi! Ungama! Mshike! Hofu ikamrarua mwilini kama moto. Alivunjika bila kujua jinsi na kukimbia. Hakusimama hadi mapafu yake yalichoma na miguu yake ikashindwa. Akajificha chini ya daraja hadi asubuhi, akitetemeka, akisikiliza nyayo ambazo hazikukuja kamwe. Baada ya siku ile, Neema alijifunza kitu ambacho mitaa haikufundisha kwa upole. Maneno yangeweza kukuua, ukimya ungeweza kukuhifadhi uhai. Usiku ambao ulibadilisha kitu ndani ya Juma ulitokea kwenye karamu ya chakula cha jioni. Ilikuwa moja ya matukio hayo ambapo kila kitu kiling'aa. Glasi za kristalio, sakafu zilizongarishwa muziki laini ukielea hewani, wanaume katika suti zilizoshonwa vizuri na wanawake waliovaa manukato ghali walijaza ukumbi, wakicheka kwa urahisi kana kwamba hakuna kitu duniani kingeweza kuwagusa. Baraka akaenda katika chumba kama kwamba alikuwa ni sehemu yake. Watu waligeuka walipomuona, tabasamu zikatenea, mikono ikafikia nje. Baraka, ah, mwanaume mwenyewe! mradi wako wa mwisho legi ulikuwa wa kuvutia. Baraka akacheka, akabana mikono, akakubali pongezi kwa joto sawa la utulivu alilotumia mahali pengine pote. Juma alifuata hatua nusu nyuma. Mwanzoni hakuna aliyemgundua kisha, mtu fulani aliuliza, na wewe ni nani? Kabla Juma hajajibu, Baraka alizungumza kwa urahisi, huyo ni Juma, meneja wangu, amekuwa nami tangu mwanzo. Tabasamu ilirejea usoni mwa mwanaume, lakini kwa muda mfupi tu. Oh, hilo ni zuri, alisema tayari akigeuka. Juma alisimama pale akishikilia glasi ambayo hakuwa ameomba, akiinamisha kichwa kwenye mazungumzo ambayo hayakumjumuisha kamwe. Wahudumu walipopita, walikuwa wakimfikia Baraka kwanza. Mazungumzo ya biashara yalipoanza, viti vilisogea, daima mbali na Juma, kamwe kwake. Wakati mmoja, mwanamke akaegemea karibu na Baraka na kusema kimya, "Ulijenga haya yote mwenyewe?" Baraka akatabasamu, "Nilikuwa na msaada." Akacheka kidogo, "Bila shaka." Maneno yalikuwa ya wema, maana haikuwa. Juma alihisi wakati huo, kali na ya kuudhi. Hakuwa haonekani kwa sababu alikosa thamani, alikuwa haonekani kwa sababu chumba tayari kilikuwa kimeamua ni nani wa muhimu. Baadaye, Baraka alipovutwa kando na kikundi cha wawekezaji, Juma alisimama peke yake karibu na baa. Mhudumu alimpita bila kuomba radhi mtu fulani akaweka glasi tupu mbele yake bila kuuliza, kama mshikilia chupa wa matumizi tu inapohitajika, aliyesahauliwa mara moja baada ya hapo. Walipotoka hatimaye, hewa ya usiku ilikuwa baridi. Baraka alizungumza kwa msisitimko kuhusu fursa mpya, sauti yake ikijaa mipango na imani. Juma akasikiza, na ndani yake kitu kilikuwa ngumu. haikuwa kuhusu urafiki tena. Haikuwa hata kuhusu pesa. Ilikuwa kuhusu kusimama katika vyumba ambapo jina lako halimaanishi kitu wakati jina la mtu mwingine linamaanisha kila kitu. Usiku huo, amelala akiwa macho, Juma aliacha kujiuliza kwa nini maisha yalichagua Baraka. Alianza kujiuliza jinsi ya kubadilisha uchaguzi. Wivu wa Juma ulivuka mstari ambao hakuweza kufanya anajidai hakuuona. Baada ya karamu ya chakula cha jioni, picha ilikataa kumwacha. Baraka katikati ya chumba, nuru na kicheko vikikusanyika kumzunguka kwa asili, wakati yeye alisimama kwenye kingo, akikubaliwa lakini kamwe hakualikwa ndani. Hata Juma alipofumba macho, bado alihisi tabasamu za adabu, migongo iliyogeukwa, njia ya kimya ambayo chumba kilikuwa kimeamua ni nani wa muhimu. Usingizi ukawa mgumu usiku. Juma akalala akiwa macho, akitazama dari, akisikiliza mlio wa umeme akicheza tena matukio ambayo hakuweza kubadilisha. Kila kicheko kwenye karamu kikarudiwa kama dhihaka, kila pongezi Baraka alipokea ilihisi kama kitu kilichoibiwa kutoka kwake. Aliacha kutaka mafanikio, mafanikio yalihisi ya polepole sana, yasiyokuwa na uhakika sana. Kile Juma alichotaka sasa kilikuwa kutokuwepo. Alitaka Baraka aondoke. Wazo lilimwogopesha mwanzoni, alijaribu kufikiria naye mwenyewe. Alijaribu kukumbuka miaka ya urafiki, utoto ulioshirikiwa, ugumu ulioshirikiwa. Lakini wazo halikupotea, likabaki, likasubiri. Lilirejea kila asubuhi pamoja naye na kumfuata siku nzima hadi jioni moja Juma akapanda gari lake na hakugeuka nyuma. Aliendesha gari mbali zaidi ya barabara za kawaida, kupita maeneo ambayo hakuyatambua tena. Taa za jiji zikapungua, kisha zikapotea. Barabara ikapunguka ikimezwa na miti na giza. Aliposimama hatimaye, kimya kikambana naye kinene na kizito. Kaburi lilikuwa limefichwa, karibu kusahaulika, kama kwamba liliwepo tu kwa watu ambao walikuwa na uchungu wa kutosha kulikuta. Hewa linukia udongo wa unyevu na moshi. Mganga wa kienyeji alikaa kimya, kana kwamba alikuwa akimtazamia. Alimtazama Juma mara moja na kusema kwa utulivu, umekuja kumuondoa mtu njiani mwako Kifua cha Juma kikajikaza. Hakuwa amesema neno. Mganga alieleza bila hisia, kama kwamba alikuwa akielezea hali ya hewa. Hirizi kimya, safi, kitu kilichofungwa kwenye kitu ambacho Baraka alivaa mara kwa mara, kitu karibu na mwili wake, saa ya mkono. Baada ya siku tatu, mwanaume alisema, ataanguka. Itaonekana ya kawaida. Hakuna ugumu, hakuna mashaka. Juma akasikiza kwa makini, moyo wake ukipiga kwa nguvu lakini imara. Na harama, aliuliza. Kama hirizi ikivunjwa, mganga wa kienyeji alijibu. Akili yako itavunjika pamoja nayo. Juma akainamisha kichwa. Hatari haikumwogopesha. Si tena. Asubuhi fuatayo, Juma aliingia ofisini mwa Baraka kama alivyokuwa akifanya daima. Tabasamu sawa, msimamo wa urahisi sawa, sauti sawa. Kaka, alisema kwa uzembe, naweza kuvaa Rolex yako. Nina date usiku wa leo, yangu imeharibika kufanya kazi. Baraka akacheka, tayari akiondoa saa. Ichukue, alisema, uirudishe tu kesho. Juma akafunga vidole vyake kumzunguka chuma. Ilihisi nzito zaidi kuliko inavyopasa. Hakuenda nyumbani. Alielekeza gari moja kwa moja kurudi kaburini na kuweka saa mikononi mwa mganga wa kienyeji. Ibada zilifanywa. Maneno yalizungumzwa chini, mambo yalifanywa ambayo Juma alikataa kufikiria. Wakati saa iliporudishwa kwake, onyo lilirudiwa. Usivae na ikivunjika, ninaelewa, Juma alisema, hakungoja kusikia kilichobaki. Siku ifuatayo, alirudisha saa kwa Baraka. Baraka alitazama na kutabasamu. Unaweza kuiendelea nayo. Nina nyingine, Juma akawashwa. Unapenda hii? Kando ya hayo, nimeshanunua nyingine. Baraka akabonyeza mabega na kuivaa. Juma pia akatabasamu ndani yake, kungoja kulianza. Siku tatu, hiyo ndiyo iliyokuwa imesimama kati yake na maisha ambayo aliamini yalikuwa yapaswa kuwa yake. Siku ya pili baada ya mkutano ilianza kama kila siku nyingine katika maisha ya Baraka. Eneo la ofisi tayari lilikuwa limeamka, walinzi walisimama langoni, wafanyakazi walivuka uwanja wa magari wakiwa na faili chini ya mikono yao. Injini zililia, simu zililia. Hakuna kilichohisi cha kawaida. Baraka alitoka jengo la kioo akarekebisha suti yake na kutembea kuelekea gari lake. Mkoba wake wa karatasi ulining'inia mkononi mwake, akili yake ilikuwa tulivu. Upande wa pili wa barabara, Neema alisogea polepole, sinia yake ikishirikiana kichwani, ndizi tamu zimeiva. Kisha alimwona, mwili wa Neema ulifanya kazi mara moja, kifua chake kikajikaza, pumzi yake ikashikwa moyo wake ukaanza kupiga kwa nguvu. Hapana, alilalamika Baraka akasimamisha gari lake. Neema akaacha piga kelele, akateremsha sinia polepole pole kutoka kichwani na kuiweka kwenye njia, ndizi zikaviringika kidogo, zikisahaulika. Akamkimbilia bwana Baraka. Akageuka kabla hajasema. Neema akashika mkono wake. Nini? alianza vidole vyake vikafunga kumzunguka saa na kuivuta kutoka mkononi mwake kwa nguvu ya ghafla. He! Baraka alikasirika, unafikiria unafanya nini? Watu waliokuwa karibu wakapunguza mwendo, mlinzi mmoja akatazama. Neema akashika saa kwa nguvu, mikono yake ikitetemeka. Tafadhali, alisema kwa haraka, tafadhali usivae saa hii. Baraka alimtazama amestaajabu. Kwa nini nisivae saa yangu mwenyewe? Akawashwa kichwa, hofu ikipanda machoni mwake. tu usivae, aliomba, tafadhali. Hiyo si jibu, Baraka alisema kwa ukali. Kwa nini? Neema akafungua kinywa akakifunga, kifua chake kilipanda na kushuka haraka. Baraka akasogea karibu. ulinishika hadharani, ulichukua mali yangu, sasa niambie kwa nini? Kushikilia kwake kulijikaza. Tafadhali, alirudia, sauti yake ikivunjika Uniamini tu. Kukuamini vipi? Baraka alidai. Wewe ni nani? Kwa nini unafanya hivi? Akawashwa kichwa tena, machozi yakijaa. Ukiivaa, alisema karibu juu ya kuongona, kitu kibaya kitakutokea. Taya la Baraka likajikaza. Kitu gani kibaya? Kimya. Watu walikuwa wameacha kujifanya hawatazami. Baraka akasubiri. Nijibu, alisema polepole, pole. Neema hakuweza Midomo yake ilitetemeka, macho yake yalijaa. Tafadhali, alilalamika tena, tu usivae tena. Baraka alitazama saa mkononi mwake, kisha uso wake. Kwa mara ya kwanza, wasiwasi uliogelea machoni mwake. Unajuaje? aliuliza. Kimya. Neema akameza mate kwa shida. Jibu lilikaa nzito kifuani mwake, lakini hakulisema. Hewa kati yao ilihisi kali, hatari inayotazamia Baraka alitazama chini kwenye mkono wake tupu kisha kurudi kwa Neema. Andika sehemu ya pili ukitaka mwendelezo wa kushangaza wa hadithi hii.